Mimi Kwini Katrin Sendiga, Mkristo wa sanduku la posta mia tatu na kumi Babati, nimeteuliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya maadili ya maafisa mahakama ya mkoa wa Manyara, ninaapa kwamba nitatekeleza wajibu wangu kwa uaminifu wabu, uhuru bila hofu upendeleo, huba wala chuki na sitotoa taarifa ya jambo lolote lina ruhusu sheria. Ndugu zangu, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuweza kutana hapa katika tukio hili muhimu la uapisho wa wajumbe wa kamati za maadili za maafisa wa mahakama katika ngazi ya mkoa na wilaya. Jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwajibika vizuri inavyotakiwa, lakini pia tunakwenda kufanya kazi kwa ueledi na kutoa haki kama inavyotakiwa kwa wananchi ambao wana matumaini makubwa baada ya uanzishwaji tena wa kamati hizi ambazo zilisimama kwa kipindi kirefu kidogo katika mkoa wetu. Ndugu zangu, tukiwa kama wajumbe, tunapokwenda kufanya kazi kwetu tukazingatie uaminifu. Uaminifu ni kitu cha muhimu sana lakini pia tukazingatie usiri, ujasiri na kutokushawishiwa katika utoaji wa haki ya wananchi ama yoyote ambaye amekuja kulalamika. Naomba nitumie fursa hii pia ya kuwaambia wananchi wa mkoa wa Manyara kwamba uh, sasa tuna sehemu maalum ya kuweza kuwasilisha malalamiko malala yetu kwenye kamati hizi, kama za maadili. Kamati za maadili zinafanya kazi kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni na miongozo iliyoundwa na Serikali. Malalamiko ya wananchi hayafanyiwi kazi kwenye mitandao ya kijamii, waje, walete malalamiko yao ili aweze kufanyiwa kazi. Ukienda kwenye mitandao ya kijamii na sisi tutakusubiri kwanza utakaporudi na tutakuja kuzungumza. Hatutofanyia kazi hizo kazi ambazo zinakwenda huko. Chaneli muhimu ni hii hapa. Walete malalamiko yao na sisi tuwafanyia kazi. Mheshimiwa Jaji, naomba nikushukuru sana kwa kutulisha kiapo, mimi pamoja na wenzangu. Sasa nikiwa kama mwenyekiti wa kamati hii ya maadili, naomba nikuhakikishie kwamba tutakwenda kufanya kazi vizuri kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo lakini kwa kuzingatia viapo ambavyo tumekula mbele yako muda sio mrefu.